ladies ndio mabingwa wa makala ya 15 ya dimba la katibu mkuu wa mabingwa wa ligi kuu nchini Police FC Chris Oguso uh, Chris Oguso kunradhi, lililofanyika katika uwanja wa Mahanga kaunti ya Vihiga. Green Commandos walishinda Madioli bao moja kwa nunge katika fainali ya wanaume. Alvin Inyangu alitia kimiani bao la ushindi katika dakika ya kumi na sita. Kutokana na ushindi huu Commandos walienda nyumbani na kombe la shilingi laki nne. Wakati huo huo Young Ladies ilinyuka nais nice, mabao mawili kwa moja katika fainali ya kinadada na kutuzwa kombe na shilingi laki tatu kidogo, kwa sababu baadhi ya zile timu ambazo nimekutana nazo zilikuwa zinacheza soka safi, walikuwa na press vizuri, walikuwa wanaelewa kile ambacho wanafanya. Ingia edition ya kwanza nilitoa kauli kwamba mimi si mwanasiasa, mimi naweka amani kwa serikali na kwa wananchi, na mimi niko dhabiti kwa nchi yetu ya Kenya na kikosi cha polisi. Sasa mimi nimerudi mashinani kuweza kuinua hiyo talanda ya mashinani. Okay, kiwango hakika kimekuja juu zaidi ukilinganisha na mwaka mwakajana nilivyoona saizi, there's a lot of talent na, uh, kwa hakika tumekuwa hapa na ma-CEO ya Premier League teams, mekuwa na kina chairman ya Kakamega Homeboys <tune>